Ya, na, tunashukuru Mungu, kwa miezi mipango ilikuwa miezi mitatu nyuma. ugumu ulikuwa ni nini mpaka tukatumia miezi mitatu kumtafuta huyu bibie kwa nyumbani pale? Ha, ugumu ni, ni kwa, kwa sababu, tunafahamiana lakini wao kunipa binti yao nikashuti nao, likuwa, ni kama kuna uoga fulani kwa sababu, binti yao sio kazi zake mm, wanajiuliza sio mzuri, wanajiuliza akashuti naye nini huyu msanii. Aturuhusu kwao, alinisumbua sana, lakini mwisho wa siku na nashukuru kwa baraka zao, japokuwa hata siku ya kushuti wali, alikuja na tagi yani la kutosha na ndugu, watu waone kuna nini watu waone kuna nini. Sasa hofu yao ilikuwa ni nini? Ah, mimi sijajua, labda kwa sababu ya

Yes, odoouna mm, yeah. Mtu mmoja ni, ni, ni mtangazaji pia okay. Ana design ya ngozi hiyo ambao watu wanaita albino, wanaita uh. Kaita anapinga swala la kuitwa ulemavu wa ngozi, anasema mwenye mahitaji maalum anasema ni watu wenye mahitaji maalum alafu, okay, ukifasiria neno albino neno albino ni, ni, ni neno white. White ina albino, inawakilisha white. Hata watu zamani wazungu walikuwa wanaitwa albino, na sasa wana neno albunus ambalo linamaanisha weupe, umeona. Kwa hiyo hata ile rangi ambayo wanayo labda unaoitwa albino, kimsingi sio rangi nyeupe umefahamu, ni rangi ya aina yake. Lakini nilikuwa nataka tu kusema kwamba mtu wa aina hiyo aliniambia kwamba ana prefer zaidi kuitwa mwenye mahitaji maalum kuliko kuwa mlemavu, kwa sababu haoni kama ni ulemavu wa ngozi. Yeye kwa upande wake anaona hivyo, anaona sio sehemu yake, sio sehemu ya kilema. Nice. Mm -hmm. na mii nikirudi kwenye, kwenye hoja ya wanafamilia kuhisi kwamba mtoto wao huenda akawa haipo salama au mazingira akawa si rafiki kwake yeah. Hii inamaanisha kwamba bado katika familia zetu na katika jamii tunaamini tuna kwamba hawa watu mm, hawapatiwi treatment nzuri na watu wengine kama, yeah, msanii ambaye umetumia jukwaa Dayoo kutuonyesha kwamba uh, tunaweza tukashirikiana bila kutazama ngozi, rangi, jinsia na vitu vingine kama hivyo, yeah, una ujumbe gani wa kuiambia jamii dhidi ya makundi maalum kama haya. Uh, mi kwanza, kwa upande kwa wangu mimi nilichokifanya ni kuwaonyesha tu watu kwamba mimi ni msanii na naweza kufanya kitu na mtu yoyote, haimaanishi ana mapungufu gani au ana kitu ana uwezo gani au ana ana ukubwa gani. kwa hiyo mm. mimi nimekwenda tu kuiwakilisha sanaa, lakini pia ilikuwa ni ndoto yangu, ilikuwa natamani, ndio maana nimekwambia, nimefukuzia zaidi ya miezi mitatu mpaka kufanya naye kitu. Nice. Right. Nice. Ni, ni kitu kizuri sana. Vipi kuhusiana na na nani na, na project zako sasa za mwaka huu? Maana tunakwenda kuugawa mwaka. Nilitegemea nilitegemea kuanza kuona na wewe unawasukumia watu miradi kama ma EP nini. Sijajua sijajua kwa nini sasa hivi bado tunaendelea kuachia singles lakini ni mpango wa kila msanii na kila mtu yeah. Yuko huru kufanya kile ambacho anaamini kinaweza kumsaidia kwenye biashara yake. Ah uh, mimi nadhani kwa upande wangu mimi kutoa EP ama album kwanza ni kitu ambacho nakihitaji sana kwa sababu hiyo inaweza pia kukutambulisha kwenye game kwa ukubwa mm. Lakini kila kitu kinahitaji nguvu, kama unavyojua, EP inahitaji promotion ya kutosha yeah. E, watu wawekeze pesa zao, bwana Dayoo atoe EP yake, lakini ipo kwenye mipango. Nadhani mm. Itakapokuwa tayari na mimi nitakapokuwa tayari kwa ajili ya kuachia EP ama album nitaachia, lakini natamani sana Nice. Hivi yeah. hivi Dayo hii biti ni tunaita sampuli gani? ni ni ni kizomba ni dancehall ama nini? ni, ni, ni gani za biti hizi hizi yeah? ni, ki, ni kama kizomba yeah. Aha. Na ni trend ya muziki kwa kwa sasa hivi kupigwa katika Afrika yetu hii, kwa sababu nimeona watu wengi sana wanafanya fanya muziki sampuli sampuli kama hizi yeah. mm -hmm. Kwa hiyo ndio ndio trendi mpya ya muziki ukiachana na ma mapiano, lakini vivyo pia tuna kizomba au sio? Yeah, hii ni design chetu fulani Biti amenyonga nani? I biti amepigia ma feeling. Ma feeling. Aha, ma feeling. Kuna ka kitu fulani hivi kidogo kama kinataka kuja ka yatapita pita kidogo kama kuna ka sound nimekasikia kidogo kama cha ka yatapita ka Diamond kia hii na hivi. Yeah. Ah, uh, nadhani ni tuko katika era hii ya kizomba kwa sababu unaweza ukasikiza biti ukaifananisha na yeah. Biti ile pia wakati mwingine nadhani ndio mfumo huo. Niongezee kitu, niongezee kitu hapo. Yeah. Okay. Vigezo gani ambavyo unavizingatia Dayo ili kupata mziki mzuri kama huu? ah, cha kwanza kabisa, mimi, siendi studio kwa sababu mimi edi amns kama ni beat labda nime download na wimbo kabisa, hiyo umeshaisha. Pia inanifanyaga kwa sababu nakuwa nyumbani kwa muda mrefu natengeneza tu wimbo mmoja mm. yeah, kama inatokea unaenda kwenye show alafu unakuta watu wako ni kama vile wamechoka aku, yani ha, unajua, unafanya show alafu watu hawako na wewe, unasijua zile yeah. Unafanya nini ili kuhakikisha kwamba energy inarudi kwa mashabiki ambao unawaona pale? Ah, mimi sio mzoefu sana wa show, lakini ishai kunikuta zamani mm, hiyo kitu, lakini mimi nachojua ni kwamba yani, ukiimba nyimbo nyingi sana kwenye stage ndio unachosha watu mm. Lakini ukifika ukipiga chuma zako tatu na watu wanazijua lazima waruke. Ah, kwa tekniki pale ni kupiga fasta fasta uondoke. Yeah, unapiga tu zile ngoma zako anazozijua. <t centimeters> usaki tena anakuleta ujuaji, mara nyingine unaimba mpaka cover tena. <tuh> piga nyimbo zako anazozijua anaruka nazo, ukishamaliza una save, unapenya, wanakumiss wanakuita tena. <tuhala> E, inakuwa nyepesi. Yeah. Ndiyo, amefanya kitu kizuri sana. Kwa sababu kwenye sho zetu tukitizama kwenye matamasha makubwa makubwa kuna kitu kimoja ambacho watu wengi wanazingua wa waandaaji wa, wa, wa matamasha mara nyingi huwa wanafanya promotion za haraka haraka kipindi cha cha cha show ambazo zina, alafu kabla ya nyuma hapo wanakuwa hawapewi airtime sana labda wasanii wale, kwa mpaka inapofikia hatua ya show, wasanii kama mashabiki wanakuwa wapya kwa wale wasanii kwa hiyo huwa wanaganda. Unaweza kukuta msanii haujaoana na ile audience ambayo unaenda kukutana nayo yes. show inakuwa inatangazwa sana kuliko wahusika eh, hey, hey, kuliko wahusika, na inakuwa ni amsha amsha, zimamoto zimamoto, katika hatua za mwisho ndio promotion za wale wasanii, labda ndani ya mwezi au miezi miwili, ndio unakuta wasanii wanafanyiwa promotion. Mimi paka inasikitisha ukiona msanii jukwaani hivi unaona mm, <clears throat> sasa huyu kwa nini amepelekwa pale jukwaani? mbona ha connect na hii na, na, na, hii adhira ambayo iko pale mm. E, hey, ilo ni changamoto. Sasa trik ya kwamba ukifika pale unakamua yeah. Ukifika unapiga tu zako unaondoka <laughs> ni nzuri sana unapiga yeah. <laughs> yeah, tu ngoma zako afu unaondoka ushaona hapa mm, apa kama hapaiti hivi yeah. Ukiona panaitika fanya mbwembwe zako kwa Ushek... sababu kuna zia hadi makopo watu wanarushiwa toka, toka! Hey, ushakutana na sho kama hiyo sho mbovu, ushakutana na sho mbovu kabisa, kusema aisho, jamani natamani ningebaki nyumbani. Inakumbuka ndo ilikuwa show yangu ya kwanza kabisa. Hapo nilikuwa nimetoa utalala lakini nilipewa nafasi kwenye hiyo show. Kwa sababu naka perform bwana. Ah! Hiyo ndo show yangu ya kwanza nilitamani aache muziki. Eh. Kwa sababu unafika unaimbia, watu wanakuita, wewe wewe, njo njo njo. Ukienda upande kule, unajua wanakukubali. Unafika unakwambia, wewe muda. Sepa baba. Eh, sepa. Ilikuwa inanichanganya sana lakini, ah, kipindi narudi nyumbani, kuna bro nilikuwa naye kuna gari mm -hmm. Ananiambia wewe, hapo mna nikujua. Wimbo wako ndo kwanza, ndo kwanza wa kwanza, endelea wa kwanza. Hmm. Kufanya muziki watu wanaimba nyimbo mwanzo, nyimbo mshukrani kitu kikubwa. Na hiyo hmm. hmm. pia ilinifanya mimi nipambane sana. Ni show yako ipi bora ambayo umefanya so far? Yaani ulifanya ukasema, sawa nilizomewa, lakini hii nimeua. Ah, mimi nakumbuka ilikuwa ni show yangu niliandaa mwenyewe, ilikuwa Dodoma, yaani okay. Sikuamini kwamba mimi naweza nikajaza watu mpaka wakakosa sehemu ya kukaa. Kwa hiyo domo na ilikuwa na kiingilio tena, sio kwamba eti bure mm. e, alafu ni Dayo peke yake na kanda. Kwa hiyo kidogo ilinipa moyo moyo sana, nikasema mimi naweza na walokuja pale wote ni wanaimba nyimbo zangu ni mashabiki zangu shukuru. Yes. Yeah, sana Mungu. Unajua Dodoma ni katika maeneo ambayo watu wengi walikuwa wanakimbia wataki kwenda kufanya kazi of course, kwa sababu kuna crowd ya Dodoma inahitaji nguvu kidogo kuishawishi ndio manake. Eh, kwa hiyo kama unawapata una watu wa Dodoma kama ambavyo wanavyosema Dayo yeah. Umefanikiwa sana mm-hmm. Eh, no, no. Dodoma Tanga Mbeya, Tanga pekee pana ugumu eh? Pana ugumu Tanga ndo ugumu sana. Eh. Tanga ndo kabisa. Sikujui <Skoi> hilo. Yaani <laughs> Tanga ukiwa ukiwa katika katika njia zao yeah. utawafukuza. Mm. Watajaa mpaka utawafukuza. Ndio. Yeah. Lakini ukiwa na ukiwa katika njia zao wamejaa ndani. Hey. Alafu usifanye vile ambavyo walivyotegemea. Eh. Hey. Ogopa mkoa ambao mashabiki pia wanajua kuimba. Mm. Shabiki, shabiki mwenyewe basi tu alishindwa kutoka, lakini anajua kuimba mm. Kwa kuna namna usipomgusa inakuwa ni hatari e bana Dayo. Uh, thank you for your time my brother. Kama kuna jambo lolote ambalo nataka ukandamize hapo ili wanao waelewe wa zaidi na zaidi yeah. basi tutumie uwasa atufanye hivyo uh, kwanza kabisa nawashukuru na watote ambao wamekuwa wakiendelea kutusapoti, lakini kama kuna mtu anasikiza kwa mara ya kwanza mi naitwa Dayo, lakini pia nahitaji na sana sana sapoti yake pia nishukuru kwa support ya kila siku. Yeah. Yeah, so ningependa kuwakaribisha mtu yoyote ambaye anasikiliza hapa, kuna wimbo nimetoa unaitwa Unatosha. Artist Dayo, so enda akaenjoy msiki mzuri akatazami pia na video, aendelee kusupport yeah. Nice. Eh, bana chuma hii hapa isikilize tena. So kama tunazungumza tu maneno matupu, chuma ndio hii hapo, unasikiliza tena inaitwa Unatosha ni ya Dayo. mm -hmm. Unajua, Dayo ana skendo za kuwa na wanawake mastaa ma ma utakupitia huo upepo. Unajua, unajua watu wengi sana wana, wana wanatamani hiyo. Alisema juzi hapa Vanessa Mdeni alisema ni alisema Vanessa Mdee ni lengo, au alisema, alisemaje lengo lake eh Vanessa Mdee ni lengo, yaani yeye okay. Lengo liko kwa Vanessa Mdee au Rotimi ya akijichanganya, sasa yeye anatamba na, hey, naye <laughs> walinichukulia mi mtoto mm. Kwa nini sikuoni na au huvutiwi na, na, na, na mastaa wa kike Bongo? Uh, mimi naweza <laughs> kusema kwamba mi kilichonifanya kuwa hapa ni muziki mm. A yeah, kwa sababu pia mimi nilikuwa mtaani mm. Yeah, sio kwamba nakosa wanawake kufanya nayo hivyo vitu, lakini mi naamini sana kwenye mziki wangu, siamini kwenye chochote kile, so kama itatokea baadaye kuna safari yangu ni mipango tu ya Mwenyezi Mungu lakini mi naamini sana . Kuna siku moja tulikuwa tunakuteta hapa na bwana nani na JR yeah. Yeah. Nikasema kitu kimoja ambacho nakipenda kutoka kwako ni namna ambavyo unaongea na muonekano wako wa upole na yeah. Ikanikumbusha tulikuwa tunazungumzia Diamond pia yeah. kipindi cha nyuma Diamond alikuwa ana muonekano hambo sana, akija anaongea na mtu, mimi ni fulani, anajitambulisha, nafanya muziki naomba sapoti na nini, katika hali ya utulivu sana, ambao ni hali ya utulivu ambayo naiona kwako, inanifurahisha kuona hivyo. Usibadilike jinsi ulivyo. yeah. la hasha. yeah. Usibadilike yeah. jinsi ulivyo. yeah. na vivyo pia, ningependa kujua imekusaidia vipi kwa wewe, jinsi ambavyo unajiweka katika hali hiyo ya utulivu kukutana na watu, mimi nimependa sana jinsi ambavyo unajiweka. Kwanza kabisa mimi ni ndivyo nilivyo. Mm-hmm. na pia hata mimi huwa sipendi kumkosea mtu. Mm-hmm. kwa hiyo pale ninapokuwa naona kuna makosa kabisa na mimi nimeyafanya labda kwa bahati mbaya, mm-hmm, ama sijakusudia kwa chochote, mm-hmm, basi hiyo lazima tumhakikishe tunaiweka sawa. Uh, mimi imenisaidia vitu vingi, kwa sababu mimi paka pale nilipofika sina management. Mm-hmm. kwa management yangu ndo kama hapa bro, mm-hmm, na wewe na huyu bana, kwa nini tusimite dai leo? Mm-hmm. Akaja, kwa hiyo hiyo imenisaidia hivyo kwa sababu kila mtu ana heshima yake na mheshimu wote hata kama nisaidii chochote. Muziki umaarufu na pesa ni vitu ambavyo ni vikubwa sana na kuvimanage vitu viwili kwa wakati mmoja ni ngumu sana, yeah. Na ndio maana watu wa, wanahitaji watu wengine nyuma yao watu, yeah, wa kuwashikilia wa kuwashauri na nini na nini na nini. Yeah. Usibadilike. Nashukuru sana. Bana mara ya pili anazungumza na kazungumza mbele yako, eh. Yeah. Usibadilike, bana. Sikiza kazi ya, ya Dayo hii hapa inaitwa unatosha.